wa kwamba Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa basari ya elfu moja arobaini na moja za zaidi ya milioni nne nukta nne viti vya magurudumu sabini na nne fimbo za kutembea hamsini miongoni mwa bidhaa zingine kwa watu wanaoishi na ulemavu katika akaunti ya Machakos. Katika hafla iliyoandaliwa katika ukumbi wa kijamii mjini Machakos, Gavana Wavinya amebaini kuwa serikali yake inatambua mchango wa wanaoishi na ulemavu katika jamii , akieleza kuwa tayari wamebuni bodi husika ya kuangazia maslahi yao. Isaack Musyoka alikuwa pale na akarejea na taarifa ifuatayo. Kama njia mojawapo ya kuwawezesha wanaoishi na ulemavu, na ulemavu wa siona, wa lesu, gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti ametoa basari elfu moja arobaini na moja za zaidi ya milioni nne nukta nne Viti vya magurudumu sabini na nne, fimbo za kutembea hamsini miongoni mwa bidhaa zingine kwa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Machakos. We are affirming dignity, unlocking potential and saying loudly and clearly no one is being left behind in Machakos County. I see you. I hear you. I am with you.

Katika hafla iliyoandaliwa katika ukumbi wa kijamii mjini Machakos, Gavana Wavinya amebaini kuwa serikali yake inatambua mchango wa wanaoishi na ulemavu katika jamii, akieleza kuwa tayari wamebuni bodi husika ya kuangazia maslahi yao. Your board. Bodi akikutana wa lazima walipwa pesa zao, pesa za, the money is there. We are investing in education for differently abled children. Nurturing creativity, talent and innovation, especially in ICT. Katika sekta ya matibabu, Wavinya ameeleza kuwa wametenga siku ya Jumatatu kushughulikia wanaoishi na matatizo ya kutosikia mapua na koo na siku ya Jumatano kushughulikia wa wanaoishi na ulemavu mwingine. Through our health department, we have ensured continuous disability assessment at Machakos level 5 with Mondays set aside for ENT and Wednesdays for other disabilities. My team in Machakos level 5 General Hospital, asanteni sana. Mimi nawaambia, I keep on telling you tenda wema nenda zako. Wakenya hawa wanaoishi na ulemavu wakiitaka serikali hii kutoa nafasi za ajira kwao, vilevile wakiitaka kuwapa kandarasi za miradi kama mbinu ya kuwawezesha <mulia> Isaack Musyoka, Undugu TV.